Mba misingi tutakayoijenga tunayotaka kuijenga ni kwamba tutawaliwe kwa mujibu wa katiba. Tuf, tufunzane tuzoezane kuongoza nchi kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria, na kama haifanyiki wanadhibitiwa wale ambao ha, wamevunja katiba ya nchi. Hakuna mtu abavu katiba ya nchi, wale wanaovunja katiba ya nchi wanadhibitiwa. Na kusema kweli, lazima tuwe serious kabisa katika jambo hilo. Sasa jambo la kudhibiti viongozi tukiliogopa. E, e, ni, ni, ni, hapa, hapa nilisema hivyo nimewasema na, na, ni nimewambia wabunge, sio kwamba labda na, na teta na hili ni jambo nalisema waziwazi, kwa sababu nasema mimi nachosema ni jitihada za, ku, za kutengeneza kujenga utaratibu kusudi tuiongoze nchi yetu kwa mujibu wa sheria, sio kwa mujibu wa utashi wa mtu mweleza nikisema hivyo hivyo mbele ya wabunge, mbunge mmoja akasema, lakini Mwalimu, sasa tazama mambo yenyewe. Liko soko Kariakoo pale limewekwa kwa mujibu wa sheria, iko management yake kwa mujibu wa sheria, alafu anakuja mtu anaweka kando hiyo management yake, anaweka yake mwenyewe sasa naambia, si ndio? Nasema kama hivyo ndivyo, si mnamdhibiti huyo? Sasa mbona mnaogopa? Tunajaribu, oh, mwalimu, lakini wanakuwa wakali sana. Ala! sasa. <laughs> Sasa. Sasa. Sasa katika mambo ya misingi haya lazima mkubali to pay the price ya kuyasimamia You've got to agree to pay the price ya kusimamia mambo ya misingi kama yanaharibika. Kwa hiyo katika hili jambo lililokuwa la maana, kama viongozi wetu wanaendelea kuwa wakorofi, ni kuwadhibiti.